Mjomba, simu hakika ipo hapa mjomba. Hapa iko fasta mjomba. Ah, wewe si wenyewe, wepo hivi mwanangu tonangusha kwenye michezo zangu. Mjomba hii hapa chapu hii, hii hakika mjomba tondoke, namba mimi naenda kama mitakazani kutoka hapa kuna mzigo nataka ukanichukulie waiti yeah. Sawa ndio, ehe eh, hebu hebu <coughs> ngoja <coughs> nikutajie <ngoyan> namba. <coughs> Wewe simu yake mizingo hapo zinasimaga, si charge hapo, si hii hakika mjomba, iko ndio hii hakika mjomba hii zamu yangu, alafu najua sasa sima kama vipi, twende unipeleke eh. Hii hakika mjomba hii haina kulemba, kuna sambua simu simu, uzuri wa watu wenu wewe wewe, toka asubuhi na leo hapo hivi na vingine kibao, hebu niacheni. Yaani mi nasiwasi naye, yaani mtu nakagua uzuri wa simu hey. Uzuri wa simu oh, tulie mwanangu, tulia tulia. <coughs> Sasa uh -huh. Emwenyee ni hapo tu mwanangu, sapo cha umuhimu unige simu nimpigie, maana mchumba naye mieusho kinoma, mwanangu nigesiu Haitakiwi, upo kazini mwanangu, tunajua. Nabidi nichukue mzigo chapu, tugeuke zetu, au vipi? Baba usiwaze, hii imeisha. Chapu chapu mwanangu, chapu kwa eh, eh. Kwa niambie mchumba, mimi nishafika, nakuja getini hapo, usiwaze, usiwaze, toka chapu mwanangu, niko na boda eh, mchumba, eh, eh. Eh.

Uwe wizi upo sana, uo wizi wa hivi, simwenyea wizi. Mke wangu rafiki ya yangu napimba nayo tu yangu ah, rafiki yangu najua sasa atanielewa, ei rafiki yangu simwenyea mke wangu pigapigaihata sielewi jamaa nadawa shida sio ajanikaba yani, mjomba kaniambia o naomba nipige simu, naingia ndani mara moja nachukua mzigo hii, naenda kumwangalia mazingira, naona muda unaenda. Naenda kumcheki jamaa simu. Nilikwambia, oh yeah. Mzungana anauliza paka kamera. Hata nachagua simu, lamu, lamu ya simu hey. kwa sababu ana nini. Ina maana ameagizwa na mteja. Kama sio hey, mteja anajaribu kuipiga basi anajaribu kuipiga rafiki yangu. Kaagizwa na mteja nitafutia simu fulani nikaja kwa yaani bora bora kisha jaribu kupiga namba yangu rafiki yangu bali jamaa kashanifilisha mbekele kibaka. Bora hata ni simu ningeenda kuiuza, ningeenda kulipa kodi. Ah, see. Watu wanajua kufilishana, jamaa duniani hapa watu wana hata huruma. Mjomba, sijapakia hata asubuhi mimi. Nimejua zari rafiki yangu pale la Mtende. Mjomba, tumeingia kati hapo, akaniambia nachukua mzigo kama alivyosema hapa. Sunajua ungechuzi, ungeambia nipe simu kwanza. Akaniambia omba nimpigie mtu wangu mara moja, namba ikibaki nakupa na mzigo. Mwisho wa siku, mjomba kapita nayo rafiki yangu.